Katika chombo muhimu bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio letu la leo, ndugu zangu, ni tukio la kuchukua fomu ya kuomba ridhaa na ni utaratibu wa kisheria ili uweze kupata e, ridhaa ni lazima upate fomu kutoka katika ofisi ya chama ambacho utaomba ridhaa ya wananchi kupitia chama hicho cha siasa, na mimi nimechagua kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tukio hili ni muhimu sana kwetu, kwa sababu ni tukio ambalo tunajipanga kwa ajili ya jambo kubwa. Ni muhimu sana ndugu zangu kupeleka watu wanaofaa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali halisi tunaishuhudia sote, jinsi nchi yetu au taifa letu linavyokwenda, lakini kwa kiasi kikubwa, sababu kubwa ni misingi ya kisheria kutokuwa mizuri <coughs> na eneo ambalo sheria zinatayarishwa na kupitishwa ni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mazingatio hayo, ni muhimu zaidi wale watu muhimu waweze kwenda kwenye chombo hiki cha maamuzi. Kwa sababu hiyo ndio maana na mimi nikaamua kwamba mwaka huu 2025 ni ombe ridhaa ya wananchi kwa ajili ya kwenda katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, uchaguzi Oktoba utafanyika na wito wangu ni kuomba wananchi kupitia tukio hili wajitokeze kwa wingi, washiriki katika uchaguzi na watuchague wali wa bunge ambao wanajua hawa watakwenda kusimamia maslahi yao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania <coughs> nawaomba tuwe makini sana katika suala zima la uchaguzi unaokuja, tushiriki na tuzingatie haki zetu za msingi katika swala so zima la kupiga kura. Miongoni mwa haki za msingi ni pamoja na kushiriki kulinda kura zetu ili zisiibiwe. <klop> Hili ni jambo kubwa sana, tushiriki, lakini pia vilevile tulinde kura zetu. Oktoba, Oktoba, Oktoba kura. Asante sana. La kwanza, kwa nini nimechagua bunge la Temeke? Nimechagua bunge la Temeke kwa sababu nime, ni jimbo ambalo lina, lina, limeathirika sana, na kwa kuwa hatujaingia kwenye swala la kampeni, nafikiri tunapokwenda katika mikutano ya kampeni tutazungumza au tutapata majibu mazuri zaidi ya swali ambalo limeulizwa leo hii. Swali la pili, kwa nini ni ubunge na sio rais? Urais ni nafasi ya juu sana na ni eneo ambalo linahitaji mkakati mkubwa zaidi, na sisi tunashiriki sasa hivi katika hatua hii sasa ya kwenda kwenye hivi vyombo vya mamlaka moja kwa moja. Nafikiri kwa kuingia kwenye vyombo vya mamlaka moja kwa moja, kwangu mimi itakuwa ni hatua ya mwanzo kabisa. Kwa hivyo, isingekuwa vizuri kaanza kufikiria hatua kubwa zaidi kabla sijaenda kwenye hatua ya msingi sana. Swala la urais ni swala la kuomba ridhaa ya wananchi, lakini ridhaa ya wananchi katika nafasi kubwa ya juu, ni vizuri zaidi ukawasaidia wananchi kwa kuonyesha ule utendaji wako, ili utakapoomba ridhaa ya juu waweze kuona kwamba una sababu za msingi za kuomba ridhaa ya juu. Kwa hivyo, kimsingi ni hatua hizo ambazo, au mazingatio hayo, ndio maana yamepelekea nisiende kwenye urais, lakini badala yake niende kwenye ubunge. Lakini kubwa zaidi katika hili ni kwamba unapochaguliwa kwa mbunge unapata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza unakuwa ni mwakilishi wa jimbo ambalo ume, ume, umegombea, lakini nafasi ya pili unakuwa ni, ni, unakuwa ni, ni, ni memba wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja katika mihimili mitatu ya, ya, inayojenga taifa, ni chombo kikubwa sana. Kwa hiyo bado uka, ukiangalia kupitia kwenye jimbo linakupeleka kwenye nafasi ambayo ni muhimu, ambayo sasa hujadili maswala ya jimbo, bali unajadili masuala ya kitaifa, unajadili sera, unajadili sheria, unajadili uchumi, kila kitu kupitia kwenye chombo kile mbacho ni zaidi. Kwa hivyo bado ni ahs faa unge vile, vile uwa uh, i vile vile uh, pale ambapo mtu unaweza unaifahamu na ukaitumia vizuri, nafasi ya Kwevo, ya uraisi, ni kwa nini arahis ni sababu kwanza lazima ujenge misingi ya kupelekea kuomba ile ridhaa ya juu kabla ya ya kufika kule juu kabisa dalelo. katika chombo muhimu Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio letu la leo, ndugu zangu, ni tukio la kuchukua fomu ya kuomba ridhaa, na ni utaratibu wa kisheria. Ili uweze kupata e, ridhaa ni lazima upate fomu kutoka katika ofisi ya chama ambacho utaomba ridhaa ya wananchi kupitia, kupitia chama hicho cha siasa. Na mimi nimechagua kupitia chama cha ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tukio hili ni muhimu sana kwetu, kwa sababu ni tukio ambalo tunajipanga kwa ajili ya jambo kubwa. Ni muhimu sana ndugu zangu kupeleka watu wanaofaa katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali halisi tunaishuhudia sote, jinsi nchi yetu au taifa letu linavyokwenda, lakini kwa kiasi kikubwa sababu kubwa ni misingi ya kisheria kutokuwa mizuri na eneo ambalo sheria zinatayarishwa na kupitishwa ni katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mazingatio hayo ni muhimu zaidi wale watu muhimu waweze kwenda kwenye chombo hiki cha maamuzi. Kwa sababu hiyo ndio maana na mimi nikaamua kwamba mwaka huu 2025 ni ombe ridhaa ya wananchi kwa ajili ya kwenda katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, uchaguzi Oktoba utafanyika na wito wangu ni kuomba wananchi kupitia tukio hili wajitokeze kwa wingi, washiriki katika uchaguzi na watuchague wali wa bunge ambao wanajua hawa watakwenda kusimamia maslahi yao katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawaomba tuwe makini sana katika swala so zima la uchaguzi unaokuja, tushiriki na tuzingatie haki zetu za msingi katika swala so zima la kupiga kura. Miongoni mwa haki za msingi ni pamoja na kushiriki kulinda kura zetu ili zisiibiwe. <coughs> Hili ni jambo kubwa sana, tushiriki. Lakini pia vilevile tulinde kura zetu. Oktoba, linda kura! Oktoba linda kura! Oktoba linda kura! Asante sana. La kwanza. Kwa nini nimechagua bunge la Temeke? Nimechagua bunge la Temeke kwa sababu ni jimbo ambalo lina, lina, limeathirika sana, na kwa kuwa hatutajaingia kwenye swala la kampeni, nafikiri tunapokwenda katika mikutano ya kampeni tutazungumza au tutapata majibu mazuri zaidi ya swali ambalo limeuziwa leo hii. Swali la pili, kwa nini ni ubunge na sio rais? Urais ni nafasi ya juu sana, na ni eneo ambalo linahitaji mkakati mkubwa zaidi, na sisi tunashiriki sasa hivi katika hatua hii sasa, ya kwenda kwenye hivi vyombo vya mamlaka moja kwa moja. Nafikiri kwa kuingia kwenye vyombo vya mamlaka moja kwa moja, kwangu mimi itakuwa ni hatua ya mwanzo kabisa. Kwa hivyo, isingekuwa vizuri kaanza kufikiria hatua kubwa zaidi kabla sijaenda kwenye hatua ya msingi sana. Swala la urais ni swala la kuomba ridhaa ya wananchi, lakini ridhaa ya wananchi katika nafasi kubwa ya juu, ni vizuri zaidi ukawasaidia wananchi kwa kuonyesha ule utendaji wako, ili utakapoomba ridhaa ya juu waweze kuona kwamba una sababu za msingi za kuomba ridhaa ya juu. Kwa hivyo, kimsingi ni hatua hizo ambazo, au mazingatio hayo, ndio maana yamepelekea nisiende kwenye urais, lakini badala yake niende kwenye ubunge. Lakini kubwa zaidi katika hili ni kwamba Unapochaguliwa kwa mbunge unapata nafasi mbili. Nafasi ya kwanza unakuwa ni mwakilishi wa jimbo ambalo umegombea ume, ume, lakini nafasi ya pili unakuwa ni, ni, unakuwa ni, ni, ni memba wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja katika mihimili mitatu ya, ya ta, inayojenga taifa, ni chombo kikubwa sana. Kwa hivyo bado uka, ukiangalia kupitia kwenye jimbo ninakupeleka kwenye nafasi ambayo ni muhimu ambayo sasa hujadili masuala ya jimbo bali unajadili masuala ya kitaifa. Unajadili sera, unajadili sheria, unajadili uchumi, kila kitu kupitia kwenye chombo kile ambacho ni muhimu zaidi. Kwa hivyo bado ni nafasi kubwa pia vile vile ukizingatia uh, sio kwamba ni uraisi tu lakini nafasi ya ubunge nayo ni nafasi kubwa vile vile kwa uh, pale ambapo mtu unaweza kuwa unaifahamu na ukaitumia vizuri nafasi ya bunge. Kwa hivyo ni ni kwa nini ubunge na kwa nini uraisi? Ni kwa sababu kwanza, lazima ujenge misingi ya kupelekea kuomba ile ridhaa juu, kabla ya ya kufika kule juu kabisa. <coughs>